Leo hii ni siku nzuri sana tumeenda investors breakfast, hii breakfast ambao tulikuwa na wawekezaji wetu wakubwa ambao ni wajili wetu, kia wajili wangu ambao wamekuwa na benki yetu, na leo hii tulikuwa jaribu kuwapa taarifa ya mwenendo wa benki yao kwa mwaka jana, lakini tukielezea mafanikio ya miaka thelathini kama unafahamu kwamba tu kwenye kipindi cha sherehe miaka 30 ya benki yetu, lakini tuelekea kwenye mkutano mkubwa wa wanahisa ambao utafanyika huko Kigeme. Kwa tumeelezea mafanikio ya benki yetu, kwa maana mnaona namba zetu za mwaka jana benki imepata faida kubwa na sasa kwa faida bilioni 551 tu kidogo, amana zote zimekuwa kubwa, lakini bado kitu kile kubwa ambayo ni tioni 16.6 kwa mwaka jana mpaka Disemba. Lakini pamoja na hayo tumeeleza ni kwa nini tumefanikiwa. Ni vitu gani vimesababisha tufanikiwe? Kwanza ni ufanisi ambao umetoka ndani ya benki yetu, lakini la pili ni ueledi wa wafanyakazi ambao umeweka katika ubunifu mkubwa na hasa hasa kwa huduma zetu, lakini tatu ni njia tunavyotoa vifaa vya benki. Huduma zetu nyingi sana zipo kwenye huduma mbadala, maana kwa tutoe huduma kwa matao, tutoa huduma za kidijitali zaidi pekee. Lakini tumeonyesha jinsi gani tunamgusa Mtanzania mmoja mmoja. Kwa nini ambao tumejadili leo ni kuhusiana na ukuaji wetu katika nchi zaidi ya Tanzania. Tuko DRC, tuko Burundi ambako tunafanya vizuri sana. Kwa Burundi sasa hivi ni benki bora, ni benki kubwa, ni benki ya kwanza. Lakini DRC ni mwaka wetu mmoja na nusu tumeanza biashara, tunaona mafanikio yanaanza kuonekana. Lakini jambo lingine ambalo tumejigusia, sisi hatufanyi biashara benki tu. Vilevile tunatoa huduma katika upande wa bima. Tumeelezea mafanikio ambayo tumeyapata ndani ya mwaka mmoja, kwanza kampuni ya bima ambako upgrade tanzu ya bima imeweza kupata faida kwa mwaka kama, lakini tumeelezea fursa zilizopo kiasi gani. Lakini jambo lingine kubwa, tumeelezea ukuaji wa uchumi wetu unaelewa sambamba na ukuaji wa sadibi, na tumeonyesha malengo yetu mapana katika kugusa hasa hasa miradi katika sekta muhimu mtambuka, kama sekta ya kilimo na jinsi gani tumejifanya tumejipanga kugusa hasa hasa mabadiliko ya tabia lakini, pamoja na kuelezea mikata ambayo tunafanya kwa vizuri zaidi mwaka jana, mafanikio tunayopata kwenye t. Tumeelezea ni kwa nini benki yetu ina CRDB Foundation, tukijua kabisa huwezi kumfikia mtanzania aliye kijijini ali, bila kuwa na choo mtambao utakutoa elimu ya fedha. Pamoja na maelezo hayo mazuri, tunasema kwamba tunaenda kwenye mkutano mkuu wa wanahisa utatoa gawio nono kama kwa ambao unakuwa recommended. lakini je, ili gawio ni endelevu, kwa ustahimilivu wa benki yetu, ili gawio ni endelevu tumeonyesha mafanikio ya kota ya kwanza, ambapo kwa mwaka 25 ina maana kota ya kwanza ilisha kwenye mwezi wa tatu. Tumeonyesha kabisa faida ambayo tumepata ni bilioni 173 ni kubwa sana, huo ni ukuaji mkuu wa faida ya 36 na tumeonyesha jinsi gani tumejipanga kuwa na ukuaji wa aina hiyo kwenda mbele kwa kubwa. Zaidi ambacho tumekifurahia ni kwamba wanahisa wetu ambao ni wakubwa wamefurahia maendeleo ya benki yao, lakini pamoja na kufurahia maendeleo wameona benki inavyoelekea kuelekea kwa. Tuna imani tunapokwenda kwa mkutano wa wanahisa wa wiki ijayo, wanahisa wengi watapata nafasi ya kusikia mafanikio ya benki yao, mpango iliyopo na mpango unaokuja, lakini vile vile watasikia gao la mwaka ulipo na ahadi yetu kuja leo kwao. Nitoe wito kuwakaribisha na kuwashukuru sana wawekezaji wetu leo wa na niwaahidi, kwa benki yao imesimama imara kwa sababu ya uongozi katika upande wa bodi vile vile na upande wa management lakini ni benki ambayo ina mtazamo chanya kubwa. Lakini jambo kubwa ambalo tumeifanya ni kushukuru taasisi za ambazo zinasimamia benki kama benki kuu kwa kazi nzuri, pamoja na sheria ambazo zimetusaidia sana, lakini vile kumshukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mafanikio nayoona ya benki yetu ya CRDB yawezi kuwepo bila kuwepo na uhimilivu au ustamilivu wa uchumi nchini, na hii inatokana na uongozi bora uliopo wa um, mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ameweza kusitiza zaidi ujumuishi mba wa fedha ukiwa mkubwa sana maod ao ni imani yetu kwamba haya ambayo mmeyasikia na yamnaoyajua kama waandishi wa habari, kutoa elimu zaidi nakuelimisha Watanzania wajue umuhimu wak na muhiu akutumia fursa ilizopo. Naitwa Rehema Kyando, ni mwekezaji wa CRDB na leo nafurahi sana kuwa katika forum hii ya Investors forum ambapo nimeweza kujua vitu vingi, kwamba kampuni inaendeleaje. Unajua, unapowekeza kwa sisi vijana, lengo ni kuwekeza kwa muda mrefu, kwa kama wawekezaji wa muda mrefu, na unavyoona kwamba kampuni na mipango mikubwa huko mbele, inakuwa ni salama kwetu kuendelea kuwekeza na kuwekeza, ili kuweza kutengeneza kesho yetu iweze kuwa njema.